Najua kwamba Achieve Finance tumekufundisha mambo mengi kuhusu budget na kama hii ndio video yako ya kwanza unaiangalia kutoka kwetu kuhusu budget, naomba uende ukaangalie kwanzia ya mwanzo katika series hii ya budgeting, kwa sababu kuna vitu vingi tushajifunza kabla ya video hii, na huko tulikojifunza nimeelezea budget ni nini, faida za budget na sehemu kuu za budget. Lakini leo naomba tujifunze budget sio nini kwa sababu kwambia kuambia bajeti ni nini, lakini ukweli ni kwamba kuna vitu pia ambavyo sio bajeti, na nataka nikwambie leo bajeti sio nini. Cha kwanza, bajeti haiwezi kufanya miujiza ama bajeti haitendi miujiza, kwamba bajeti tu kutumia leo basi kila kitu kinabadilika. Hapana, bajeti haifanyi magic. Kwa hiyo inahitaji wewe kwanza kabisa kuandaa bajeti ambayo iko realistically, ambayo bajeti inatekelezeka. Na baada ya kuwa umeiandaa, inabidi uende kwenye fesi ya pili ambayo ni kuitekeleza ile bajeti, lakini pia uendelee kuisimamia, na cha muhimu zaidi uipe muda. Ipe muda, kwa sababu ndani ya bajeti kuna mpaka wewe unatakiwa ubadilishe tabia unatakiwa uanze kuwa mtu wa tofauti sasa. Huwezi kubadilisha tabia na kuwa mtu wa tofauti ndani ya siku moja, kwa hiyo hakuna miujiza, hakuna magic, hakuna mazingaumbwe hapa. Ni kufata process. Ukisikia trust the process, ndo hii. Sasa umeanza kuitumia, basi ipatie muda, endelea kuitekeleza, endelea kuisimamia, ni baada ya muda fulani ndo utaanza kuona matokeo. Lakini kingine cha pili ni kwamba bajeti haiwezi kutatua matatizo yako yote ya kifedha mara baada ya we kuitumia, sababu kwa watu wanajua, nikitumia pap, kila kitu kimeyayuka ambacho kilikuwa kinamsumbua kwenye fedha. Sio kweli. Kwa maana hiyo, bajeti inahitaji kuandaliwa kama nilivyosema, kusimamiwa, kutekelezwa na hiyo yote itahitaji wewe hapo uwe na nia uwe na dhamira, uwe na malengo na uwe na makusudi ya kuandaa na kutumia budget. Kwa hiyo utaiandaa, utaitumia, utaisimamia, alafu utakuja kufanya monitoring, na kwenye monitoring ndo unafanya variance analysis kwamba mimi nilipanga kutumia elfu kumi uhalisia nimetumia shilingi ngapi? Unachukua risiti, unachukua bank statement, unaangalia okay, nililipa hivi nikalipa vile. Unaanza kuangalia, halafu oh, nilipanga kutumia elfu kumi lakini nimetumia elfu tisa Kwa hiyo, angalau nimebakiwa na shilingi elfu moja Kwa hiyo hiyo ndo variance analysis. Kwa nini nimebaki na shilingi elfu moja Labda nilipewa discount kuna kitu kilipungua bei na kadhalika. Lakini inawezekana pia umepanga elfu kumi ukatumia elfu kumi na mbili. Kwa nini umetumia elfu kumi na mbili? Unaangalia oh, labda kitu fulani kilipanda bei au mambo fulani yalitokea kwao. Lazima pia ufanye bajeti variance analysis kuangalia kwa nini bajeti inapishana na uhalisia mara ambako wewe ulikwenda kutekeleza. Kwa sababu hiyo itakusaidia kujua wapi urekebishe kwenye bajeti inayofuata, wapi uweke sawa kwenye bajeti inayofuata, na mambo gani mengine uendelee kuyaweka vizuri ili bajeti inayofuata iweze kuwa bajeti ambayo inaenda vile ambavyo wewe umepanga. Kwa hiyo naomba tukumbuke kwamba bajeti sio quick fix. Bajeti sio instant coffee. Bajeti sio microwave. Unaweka kitu cha baridi dakika mbili, kimekuwa cha moto dakika sifuri, umepata instant coffee. Budget inahitaji muda, inahitaji discipline, inahitaji nia ya kweli ya kuite, ya kuiandaa, kuitekeleza, kuisimamia, lakini pia kuja kuifanyia variance analysis. Lakini kingine, budget haiwezi, hiyo ni namba tatu, budget haiwezi kukushurutisha ili uweze kuiandaa na kuitumia Wanielewa eh? Kwa sababu kuna mambo tunayafanya huku duniani kwa sababu tumeshurutishwa, tusipofanya kuna adhabu, tusipotekeleza kuna hili na hili. Kwa hiyo tunarudi kule kule kwenye nia yako ya kuweza kuisimamia, kwanza kwa sababu hata usipotengeneza bajeti nani atakuuliza? Hakuna, Hakuna atakaye kuchapa hakuna faini utakayopigwa hakuna, sijui fii, hakuna sijui. Ni wewe tu unaamua, kwa utashi wako, kwa sababu unatambua zile faida za wewe kutumia bajeti. Kwa hiyo unaamua kuiandaa na kuitumia na kuisimamia. Na maana tunasema bajeti haikushurutishi, haikulazimishi, wala haipigi kelele. Kwa hiyo unaweza, unaamua iandaa na kuitumia, unaamua utaandaa wala utatumia. Kwa hiyo tujue kabisa usipotumia kwa sababu kuna watu wanaandaa bajeti nzuri sana, unaikuta kwenye karatasi, bajeti imeandaliwa ikaandalika, lakini baada ya kuandaa, kipato kikija anaitupa hii, anasahau hata kama alikuwa na bajeti, anaenda kutekeleza mpango mwingine ambaye anaujua yeye, lakini sio ambao alikuwa ameuandaa. Unaona, kwa hiyo hapa umeandaa lakini kipato kilipokuja umesahau kuhusu ule mpango, umeenda kutekeleza mpango wako mwingine ambao upo kichwani. Mwisho wa siku unakuta malengo ayatimii. Kwa sababu gani? umeacha bajeti ulio kuwa umeiandaa na wakati umeenda kutekeleza bajeti yako hiyo ambayo ipo kichwani, wala hii nyingine huku haipigi kelele wala haikushurutishi wala haikuadhibu. Kwa hiyo kama we hautakuwa na nia inayotoka ndani kwamba anataka niandae na kutumia, basi hata usiandae, kwa sababu haijalishi bajeti imeandaliwa vizuri kiasi gani kwenye makaratasi kama haiendi kutekelezwa na ikawa kweli kwenye maisha yetu. Lakini bajeti sio nini? Namba nne, ni kwamba bajeti haiwezi kukuongezea kipato. Bajeti haiongezi kipato. Bajeti ni mpango wa mapato na matumizi, kwa hiyo bado jukumu la kujiongezea kipato unalo wewe. Kwa hiyo nenda ka, katafute namna ama njia mbalimbali mbali, ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kuongeza kipato, njia kama kuwekeza kwenye hisa, kuwekeza kwenye vipande, kuwekeza kwenye hati fungani, kufanya biashara nyingine, ili uweze kuongeza mapato yako, na pale utakapoongeza mapato basi ule upande wa mapato kwenye bajeti yako utakuwa vizuri sana, na ukisha kuwa vizuri unakupatia uwanja mpana wa wewe kupangilia mambo yako vizuri, ikiwemo mipango yako ya kifedha, kama ni kulipa madeni, kama ni kujipanga na kustaafu, kama ni kuwekeza, kama ni kuweka akiba, kama ni kufungua biashara mpya, yaani utakuwa na, na, na pesa ya kutosha ya kufanyia mipango vizuri. Kumbuka tulisema rasilimali ni chache, matumizi ni mengi, lakini kama ukiendelea kuboresha eneo la rasilimali, basi utazidi kupata matokeo mazuri kwenye bajeti yako. Kwa hiyo hayo ni mambo manne ambayo bajeti haiwezi kufanya, hata uandae vizuri kiasi gani, kama wewe haujakuwa intentional, lakini kama haujakuwa na nidhamu ya kuweza kusimamia maamuzi yako, basi hautakaa uone uzuri wa bajeti. Kwa hiyo elewa bajeti siyo nini ili uende ukarekebishe na ukafanya yale ambayo ndo yanahusu bajeti. Natumaini umenielewa. We ulikuwa unafikiri bajeti inakuongezea kipato au ulikuwa unafikiri kitu gani? Hapa ni kweli, naomba uniandikia hapa kwenye comment section, lakini tujue tu kuna mambo ambayo siyo bajeti, na kama siyo bajeti tuyachane nayo, tukayafanya yale ambayo ni bajeti. Asante kwa kunisikiliza, na kama navyoambia siku zote, napenda sana kupata maoni yenu. Napenda kujua nyiye mnajifunza mna, mna au ni kipi sijakisema, lakini wewe unakijua. Hebu tuambie kwenye comment section, tuendelee kufundishana hapo chini, sisi kwa sisi, kila wakati. Asanteni, nitawaona tena kwenye video yetu inayofuata. Kwa heri.